Naitwa Mhandisi Rashid Shabani, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Same Mwanga. Leo katika kuadhimisha miaka 61 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, sisi kama watumishi wa mamlaka ya maji Same Mwanga tumeadhimisha uh, uh, na kufanya shughuli mbalimbali za kuboresha mazingira na kadhalika. Tukifanya hivyo, tunaweza kupanda miti katika kuzunguka maeneo ya chanzo cha maji lakini pia maeneo yetu ya mazingira ambayo tunaishi, kwa maana kusafisha na kutibu maji huko huko, pako pana uwazi mkubwa, pana jiwa kali. Kwa hiyo tunasema tupande miti kwa ajili ya kum... pendezesha mazingira, lakini pia kama ambavyo tunahimizwa miti kupanda inaendana na mabadiliko ya tabia kwa hiyo tumepanda miti kuzunguka chanzo cha maji, lakini pia tumepanda miti kwa ni, ni, ni moja ya utekelezaji wa uh, uh, maagizo ya viongozi wetu mbalimbali hapa nchini, lakini mbali na hilo, tulikuwa tuna zoezi pia la kujengeana uwezo wa uh, ndani. Tulikuwa na mada y kadhaa zawaziusi watumishi hai hunikuisha, kulikuwa na mada inayohusiana na mambo ya afya ata kutoka hospitali za ndani wanakuja kutuambia mambo mbalimbali. Tunafahamu kwamba afya ya mtumishi ndio mtaji wake, akiwa na afya njema ndio anafanya kazi yake vizuri na kufikia malengo ya mamlaka kama malengo ya serikali kwa ujumla. Lakini tuzungumzie pia, tuliwakaribisha wataalamu wetu wa mambo ya rushwa TAKUKURU. Walituma maafisa, walikuja na wao wenyewe walitoa maada kuhusiana na uh, kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo ndio tunaona tuwafikishie watumishi kwa sababu kwa namna moja au nyingine wasiingie vishawishi. Kwa hivyo walitoa mada hiyo na watumishi wameelewa, imewakumbusha katika kutekeleza kazi yao kwa weledi, lakini pia kwa kutimiza uh, yale maadili yanayolenga kuboresha huduma kwa wakazi wetu wa maeneo ya Same um, pamoja na Mwanga. Mbali na hivyo tutakuwa na mada uh, e, kum ya kupitishana kwenye mkataba wa huduma kwa mteja. Huo mkataba umesainiwa, umekamilika hivi karibuni. Kwa hivyo tukasema watumishi kwanza wauelewe ili mahitaji ya ule mkataba basi wende wakatekeleze kwa wananchi, kwa maana wananchi anataka apate huduma bora. Sasa kwa hiyo ule mkataba umefafanua mambo ya kuunganisha huduma, lakini mteja akitaka huduma anafanya huduma mbalimbali maunganisho, akisitishwa huduma au kabla kusitishwa huduma, haki zake zikoje na wajibu wake uko hiyo, mteja akini pamoja na wa mamlaka, lakini pia kuna e, kuna tozo mle, kama ikitokea mamlaka haijatekeleza hayo makubaliano yaliyokuwa kwenye ule mkataba basi mtumishi au taasisi inapaswa pia kumlipa au kumfidia yule huyo mlalamikaji. Kwa hiyo yote tumejengana huo uelewa, lakini tukiishia hapo, tumekumbushana kwenye kanuni za utumishi zikoje, sababu mtumishi ni binadamu, inaweza katokea kajisahau. Kwa hivyo tumepitia kanuni moja baada ya nyingine na kuifafanua ili kuwakumbushia, kwa sababu hata vitabu vya imani vinatuambia kwamba kukumbusha nini, hakika ukumbusho na kumfahamu kuamini. Basi na sisi tumetumia fursa hii kukumbusha watumishi kwamba, jamani, unapofanya hivi, si umechelewa kazini, umelala kazini, umekutwa na kilevi, hawa ni makosa, na hapo uh, yapo na na mapungufu kama hayo. Kwa hiyo tumewakumbushana, watumishi wamekumbushwa, ili wasijea wakayafanya kwa sababu athari yake ni kwamba inamfanya ashindwe kwenda kutoa huduma bora kwa kwa mtumiaji. Sasa kama amelewa amelewa amekutwa muda wa kazi, lakini kalala, kumbe muda huo angeutumia vizuri kwenda kumhudumia mteja kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia tulikuwa na mada ambayo imechukua mda mrefu sana na imeelezewa kwa kina inayohusiana na jinsi gani ya kudhibiti upotevu wa maji. Majina mimi naitwa Clement Adrian, ni fundi kutoka mamlaka ya maji Same Mwanga kanda ya Same leo, e, tumefika hapa kwa ajili ya kukaa kikao cha robo na pia kujadili kuhusu maendeleo ya mamlaka pamoja na upandaji miti kama maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ikiwa ni pamoja na uwekeshaji wa miti katika eneo letu la kuzunguka la vyanzo vya maji pia tumekaa kikao kwa ajili ya kujua mwendelezo wa mamlaka yetu na maendeleo na mpango mzima katika business planning za mamlaka, na pia tumepata semina na washa tofauti, ikiwemo katika sekta ya afya kwa magonjwa ya kuambukiza na sio ya kuambukiza, na pia katika sekta ya kuzuia na kupambana na rushwa kuelekezwa namna ya kupambana na rushwa na kuzuia rushwa katika majukumu yetu ya kila siku ndani ya mamlaka yetu ya maji Same Mwanga wetu yalio tulioipata katika sekta hizo ambazo nimezitaja hapo tutakusaidia kwanza katika kujikinga mtu binafsi katika sekta ya afya kwa kila mmoja wetu kwa yale magonjwa ya kuambukiza na sio kuambukiza. Alafu pia na la pili katika sekta ya kupambana na rushwa tunasaidia katika jamii zetu tunazoishi na zinazozunguka katika utoaji wa huduma bila upendeleo, kwa maana kwamba kuzuia na kupambana na rushwa, ikiwa mimi kuzuia rushwa au kuzuia kupokea rushwa kwa huduma ambazo tunaendelea na kuzitoa na, na katika jamii zetu tika mamlaka yetu ya maji Samemanga ni mamlaka ambayo inakuwa, kitu ambacho tukuwa tunatamani sana ni kwanza kutembelewa, kutembelewa na mamlaka ambazo zimeendelea zaidi, na sisi pia kufanya semina au kutembelea mamlaka zilizokuwa kwa ajili ya kujiongezea uzoefu na pia kubadilishana mawazo a watu tofauti tofauti hasa kwa wale ambao manakazao zimekua. Hii ni kwa ajili ya kujenga uzoefu katika hii ambayo inaengelea knaita sia ni yaa mawasiliano na husiano kwa umma. SAMWASA tumekuja leo hapa kwenye vyanzo vya maji eneo liliopo nyumba ya Mungu, tumekuja kwa ajili ya kikao cha robo ya pili, lakini pia kwenye maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano. Pamoja na hivyo, tumepata elimu juu ya afya, elimu kuhusu ukimwi, pia tumepata elimu juu ya rushwa. Tumefurahi kwa ajili tumejifunza mambo mengi na tu, mambo mengine tulikuwa hatuyajui kuhusu ukimwi pamoja na rushwa, lakini kwa leo